Ndiyo, leo hii mnaona nyinyi wenyewe nye maandamano, kwa mfano yalotokea juzi hapa, malalamiko yalikuwa makubwa, ni juu ya maadili ya viongozi. Au au hamjasikia? Maana labda mzima zetu, labda mnaishi ndani ya nyumba tu au ya juu ya mtaani, eh. Hey, wanalamikiwa, tunalamikiwa viongozi. Kuna mtu mmoja kule anaitwa Ali Aliedha, ana petrol station zake za Lake Oil zimechomwa zile, kwa sababu zinasema mzaliziwani, zimechomwa zaidi ya zaidi ya 92 kanambia sasa imagine mtu zinachoma filani zake sababu tu watu wanahisi fulani ndio huo miliki. Hey, kwa sababu unajua hakuna mm -hmm. Tafuteni ushahidi. Njoni hapa baada kuniita hapa, iteni hapo semeni tumemwita Waziri Ridhiwani Kikwete tumemuoji na tumejiridhisha kwamba katika hili hahusiki au katika hili anahusika. Waambieni sasa, walio na ushahidi wa ziada waulete. Ndivyo mtaisaidia serikali. Hamwezi kukaa kimya nyinyi, mkataka viongozi wa serikali wajitetee wenyewe, huko ni uongo mtupu. Hili jambo mheshimiwa jaji, hatujafanya vizuri. Hatuna sababu ya kumwogopa mtu.